E, bwana huko nchini Nigeria bwana, mambo yamezidi kupendeza zaidi aa, na hapa nazungumza baada tu ya timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles kufanikiwa kuingia katika hatua ya nusu finali katika kombe la mataifa ya Afrika, hapa nazungumzia AFCON. Na timu hii bwana, baada ya kufuzu kuingia nusu finali aa, bwana imemwibua tajiri na bilionea wa nchini Nigeria hapa anamzungumzia Abdul Samad Rabiu huyu kumbuka kwamba ni mfanyabiashara ni, ni tajiri mkubwa sana nchini Nigeria ambaye anamiliki utajiri usiopungua dola milioni bilioni tisa na milioni mia nane. Dola bilioni tisa na, na milioni mia nane. Huu ndio utajiri wake unaokadiriwa kwa mujibu wa jarida la Forbes kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita bana tajiri huyu Abdul Samari Rabiu mwenye miaka 65 wa kuzaliwa Agosti 4 mwaka 1960 ameibuka baada tu ya timu yake ya nchini Nigeria, timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles, baada ya kuingia nusu fainali. ameibuka na kusema kwamba anaahidi kwamba atatoa dola laki tano ambayo ni sawasawa na fedha za kitanzania kama bilioni moja na milioni mia mbili hivi kama tu watashinda mechi ya nusu fainali yani, kama watafanikiwa kuingia fainali, basi atawapa dola laki tano yani, hii hapa tunazungumzia bilioni moja na milioni mia mbili Lakini pia amesema atanunua kila goli ambalo litakalo shindwa katika mechi hii ya nusu fainali, atanunua kwa dola elfu hamsini Ah, kwa dola elfu hamsini kama ukibadilisha katika fedha za kitanzania ni sawasawa na milioni mia moja na ishirini na tatu na, na pointi fulani hivi kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ni milioni mia moja na ishirini na tatu. Amesema kila goli atalinunua kwa fedha hiyo hapo, na pale tu ambapo watafunga basi pesa yao inakuwa iko tayari. Hajaishia hapo, bilionea huyu ameahidi pia vilevile vile kwamba atatoa, anaahidi zaidi ya dola milioni moja. Msikilizaji, hii ni dola milioni moja, zaidi ya dola milioni moja ambayo ni sawasawa na bilioni mbili nukta nne yaani, bilioni mbili na milioni mia nne kwenye upande wa fedha za Kitanzania. Hapo ni kama tu watabeba ubingwa wa, wa, wa, Afrika yani, kama Nigeria watashinda huo ubingwa, basi yeye atatoa bilioni mbili na milioni mia nne za Kitanzania. Lakini hajaishia hapo, amesema katika mechi hiyo ya fainali ikiwa watashinda na kuingia fainali, basi kila goli kwenye hiyo fainali watapata dola laki moja. Msikilizaji, tunapozungumzia dola laki moja, hapa tunazungumzia milioni mia mbili na arobaini na saba kwenye upande wa fedha za kitanzania. Hiyo ndiyo pesa ambayo wamesema yeye ataitoa ikiwa tu, a, timu yake hii ya taifa ya Nigeria Super Eagles kama itafanikiwa kuingia fainali na kama pia ikifika fainali na kutoa ubingwa, basi yeye bilioni mbili na milioni mia nne atazitoa kama zawadi, na huku akinunua kila goli kwa milioni mia mbili na arobaini na saba. Sasa habari hii bana, watu wengi uh, wameiposti katika mitandao ya kijamii na watu wengi sasa wakawa na comment pale chini, wanasema kwamba oh, haya mambo yalipaswa yafanywe na matajiri na macelebrate kama wasanii na kina nani, lakini kuna nchi zingine ambapo wanafanya serikali ndio inafanya, kama Tanzania, wao serikali ndio inafanya, na hapa sasa raia wanasema kwamba hii ni kama rushwa, lakini wakifanya watu kama matajiri ma A, na macelebrate wengine basi hakuna shida. Hayo ndio maoni ya wengi ambayo wameyatoa katika kurasa mbalimbali mbali ambazo zimeposti taarifa hii kwenye mitandao ya kijamii. Sijajua sasa wewe, a, mfuatiliaji wa channel yetu hii ya habari mpya G5 wewe unachukuliaje swala hili, je? Unaona kwamba bilionea Rabiu amefanya maamuzi mazuri au pengine serikali ya Nigeria ndio ilipaswa itoe zawadi nono kama hizi kwa timu ya taifa pale ambapo a, ingefanya vizuri? Eh, bana mimi nisiongee sana lakini, hiyo ndio habari ambayo iliyokuwa nataka kukuletea muda huu kuhusiana na bilionea Rabiu huyu, jinsi ambavyo amejitoa kuhusiana na timu yake ya taifa ya huko nchini Nigeria. Kumbuka kwamba nusu fainali kati ya Nigeria ataenda kukipiga yeye pamoja na Morocco hapo, a, tarehe kumi na nne hapo ndipo ambapo itajulikana mbivu ni zipi na mbichi ni zipi. Ebwana mwanasoka, hebu tupe comment yako hapo kwamba wewe unachukuliaje suala hili. Hii ni habari mpya G5 na endelea kuwa pamoja nasi, na kama hujasubscribe, basi bonyeza neno subscribe hapo ili uweze kuwa mwanafamilia hapa, lakini vile vile uweze kubonyeza alama ya kengele uwe pamoja na sisi kila wakati. Hii ni habari mpya G5, endelea kuwa pamoja nasi.